Mwingine akienda mahali popote akunua ni peni na mchaji, anaenda mahali popote anatoa dakika mia sita na mchaji. Mi nakwambia ndugu yangu, na safari ndefu sana, na safari ndefu. Hawakuwa hivyo, hata mimi nimeona, nilikuwa kijana na sasa ni kijana, sijawaiona mtu ambaye anashughulika na maisha ya watu akabaki ni mtu fulani hivyo ambaye kila siku maisha kaza useremala kwa mshazisimamisha, lakini unasoma anakuwa anashinda kwenye magorofa yale magorofa. Yesu alikuwa alipinga, kina Petro alikuwa ameshaacha kuvua, kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anafanya kazi. Mtu wa Mungu, jitafakari, angalia maisha yako, ni kweli au? hadi kitu cha 200, unaenda unanua nyanya za 500, unakuchaji. Unaenda unanua nyanya za 200, unakuchaji, vitunguu vya 300, unakuchaji, yeah. Ah, wewe mtu wa Mungu, jitafakari sana kama kila sehemu wewe unaenda unatoa fedha. Kila sehemu ukienda okay, unakuchaji. Kila sehemu ukienda okay. Amna sehemu unakokutana na ofa kwamba wewe ni mtu wa Mungu siku ile ulinibariki sana. Kwa leo na mimi kubarikiulika na maisha yako. Wewe kama maisha yako kila siku ya dhamana yake ili yaende, yakamilike, uvae ule upate hiki na kile, upate hiki na kile. Ni lazima ukaribu. Ndugu yangu, wewe jitafakari sana. Angalia sana aina ya maombi unayoomba. Angalia sana aina ya mifungo nayomba, aina ya ibada waliofanya, aina ya nyimbo na kuimba na kuimba. Angalia sana, angalia sana, wako hivyo walioenda, wako hivyo. Haleluya! Mtu wa Mungu uliye mahali popote ulimwenguni, ambaye Kristo Yesu amekupa neema siku leo, kuweza, ya leo kuweza kuisikiliza clip hii leo, nataka niongee kwa ufupi sana kwa habari ya kwamba Wakristo wengi Kristo akija wepesi kwa mbapo nasema atakuja kulichukua kanisa kwanza, wengi hatu, hata, hata tukuta e, kwa wakristo wengi we, hata, hata wakuta umu duniani, kwa sababu watakuwa tayari wameshaondoka, kwa sababu wao wameshafunga safari tayari, wanaelekea mbinguni. Nasi tuna safari ya kuelekea mbinguni, tuna safari ya kwenda kumlaki Bwana Yesu ye Bwana Yesu aliagiza ya kwamba nitakuja, yani ndakuja, ndakuja, naondoka pale. Kitabu cha Matendo ya Mitume alisema ndakuja Alisema nitakuja, hapo ni wachukue naenda kule kuandaa makao alafu ndawarudia. Ndawarudia, shida alikuwa anataka wakute watu wanafanya nini? Ndio maana aliwaagiza wale, wale mitume ya kwamba mbaki Yerusalemu siku arobaini mpaka pale mtakapojazwa Roho Mtakatifu, ndipo ambapo mtatoka ili kwenda kufanya yale niliyowaagiza, kwa sababu alishawaagiza watu kwamba waende wakahubiri Injili Ei, wakaponya akaponya wagonjwa nana na, na, na kufanya mambo kadha wa kadha, lakini swali ni sasa, kweli Yesu Kristo akija atalikuta hilo kanisa ambalo alitegemea ali ataja kulikuta baada ya muda fulani? Mimi nakwambia kwamba dunia nzima, au tuseme sasa Afrika huku, kokote kule, hata huko kwa wazungu, sijui wapi, Yesu Kristo akija wa atawakuta watu wachache sana, kwa sababu kanisa lililoko saizi ni kanisa ambalo limeletwa na wazungu, sio kanisa ambalo Kristo Yesu alilitaka liwepo. Yesu Kristo alisema atakuja kuwachukua anaomba sana. Sikia, Yesu Kristo hakusema atakuja kuwachukua wanaofunga sana, bali anasema hivi ya kwamba kila mtu atalipwa sawa sawasawa na matendo yake. Kila mtu atalipwa sawa sawasawa na yale maombi anamsukumaga kufanya nini? Kuna vigezo vya kwenda mbinguni, kuna mashariti ambao, si unajua, kuna watu walienda nani? Unajua alienda Paulo au Elia au Yesu? na hakika kwamba yesu Yesu ndo uhakika wote ya kwamba Yesu Kristo alienda, ah, na nani na Elia na Elia pia naye alienda, lakini angalia maisha ya Elia alikuwaje? Elia alikuwaje? na Yesu Kristo alikuwaje? Naongea vitu vya kawaida sana, naongea kitu cha levu ya chini sana, ambacho wewe yoyote ambao utapata kusikia hii klipu unatakiwa ujipime kwenye hichi kipimo. Unatakiwa ujipime kwenye hichi kipimo kweli, <coughs> mimi nimefika kwenye hichi kipimo. Kwa sababu mii nani alienda, tuanze na mtu wa kwanza ambaye tunauhakika gari la moto lilimchukua akiwa pamoja na Elisha. Elisha alikuwa ni shahidi huyo, tunauhakika naye kwamba Elia alienda, na hata siku Yesu ameenda mlimani, Elia alikuja pamoja na Musa. Sasa nikusomee lia likweji. Point yangu kubwa kwenye mada ya siku leo ni kwamba kama maisha yako yatabaki kuwa kwenye mikono yako mwenyewe, wewe ili upate chakula itakuwa kila siku lazima ukafanye kazi wewe, ili upate chochote itakuwa lazima ukalipie wewe, ili ili upate huduma mahali popote, kila sehemu lazima uhusike mwenyewe, kila sehemu lazima ulipe fedha, kila sehemu lazima umlipe ujira yule mtu. Mimi nakwambia wewe, mbinguni Yesu Kristo akija uendi tasema we mtumishi, unajihesabia uendi. Mimi nakwambia iwe ni mchungaji, iwe ni nani, mwimbaji, mpiga vyombo yoyote, madamu tu maisha yako wewe, yako kwenye dhamana yako mwenyewe, yaani wewe maisha yako, ili aende anategemea kila siku lazima uende ukafanye kazi we, mbinguni utaenda? Mbingu ipi, labda ya Morogoro? Najua ni jambo gumu kueleweka, lakini na uhakikishia kabisa mbingu utakayoenda wewe, mbingu ni mbingu ambao mmeitengeneza kwenu au mbingu ya kwa zungu kule Marekani uende ndo useme nimefika mbinguni, lakini mbinguni kabisa, kabisa wakwenda watu wa hivyo mbinguni? Zogo wepesi kihivyo. Wewe mwangalie nani? Nani nimekuuliza nani ambaye una uhakika kwamba alienda? E, nani una uhakika alienda? Paulo? Paulo, angalia maisha ya Paulo yalikuwaje. Alikuwa yategemea kila siku Paulo akauze mahema akauze mahema mimi nimeona ukijishughulisha na maisha na ukawa unagusa maisha ya watu, watu wako tayari kukupa vitu vyao hata bila wewe kuomba. Siongelei kukupa kwa ajili ya makusudio mabaya, lakini hiyo ni dalili pia ya kwamba huko unachokifanyaga unacho kinakuwa kina impact. Kama maisha yako wewe ni kweli unaomba sana, ni kweli unafunga sana, ni kweli unahubiri sana lakini maisha yako sio maisha ambayo yanagusa mioyo ya watu kiasi cha kwamba watu wanakuwa wako lazi kukupa vitu vyao, ambavyo wao wamevitolea jasho kwa ajili ya kukushukuru ya kwamba usingekuwa ni wewe, au wanajisikia vizuri kwamba ili hichi kitu changu nijisikie vizuri kwamba nami ninacho na mi nimekipata na nimekitendea kazi sawasawa, hacha ni mbariki na mtu wa Mungu huyu. Kama hujafikia kiwango hicho, wewe wewe na mimi tuombe sana, tumwombe Mungu sana, atuongoze kwenda kufanya mambo yatakayogusa jamii, mambo yatakayogusa maisha ya watu mmoja mmoja. Yani kuna mtu anakuwa anasema hapana, yani, najisikia vizuri sana kama wenda kununulia gari, hujamuomba, lakini anasema hapana, yani moyo wangu ndakosea, utende haki kama wewe sitakununulia simu, moyo wangu ndakosea, utende haki kama ndakosea kununulia nguo

Wafalme wa pili hapa, sura ya nne, tuanzia ule pale, mstari wa nane, mstari wa nane hapa anasema hivi: hata ikawa siku moja, Elisha alimwendea Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke alikuwa na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Sikia, sio mwanamke wa mbelile mbelile, baba, sio mwanamke muuza nyanya. Kulikuwa na mwanamke mwenye cheo mm naye akamshurutisha aje ale, alimshurutisha nabii kwamba aje ale, kwa ale chakula iki, ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona yakuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja. Sasa unasikia watu wa Mungu walivyokuwa, anasisi anaomba aombi e mtu wa Mungu, sababu ni mtu ambaye sisi, ambao tumeokoka sana, unakuwa lazima ukao kwenye mazingira yoyote, na unakuwa huone upungufu katika hayo, sababu Elisha alikuwa ni mtu ambaye anashinda sana milimani. Alikuwa ni mtu ambaye anashinda sana milimani e, alikuwa ni mtu ambaye anashinda sana milimani e, lakini watu kulingana vile kwa mgusa maisha yao, wakasema hapana, yani huyu mtu tunaona ni kana kwamba anakosema naenda kule, hakuna nyumba kule, ni milimani hasa. Tufanye hivi, tumjengee kachumba hapa, tumwekee kitanda na vinara, tulembe humo ndani kwa kiwango cha juu. Au hizo ndo dalili za watu ambao walienda, hizo ndo dalili za watu walioenda. Wewe ndugu yangu, kama inatakiwa kila siku kila mwezi kila mwaka, lazima ukafanye kazi zako za mikono ndo mambo yaende. Bado sijajua sana, sijajua sana ah, utakuwa na sura gani, ndugu yangu? Lakini mi nataka kuonyesha maisha ya watu wa Mungu ambavyo walikuwepo eh, yani si sio kwamba niko hapa najihesabia haki, unajua na mimi ndo mtakatifu ah. nataka nikuonyeshe kwamba wewe ni Mkristo ndio. Wewe unasali, unaomba, ndio, lakini umefikia kiwango hiki, jipime ah, ngoja nikusomee ma maisha ya Yesu yaone maisha ya Yesu kitabu cha Luka 8 mstari wa pili. Luka 8 mstari wa pili. Luka 8 mstari wa pili, anasema hivi Luka 8, hii hapa mstari wa pili, anasema hivi, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na wa, walikuwa na mapepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo saba na Yohana, mkewe Kuza, ambaye wakili wake Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao. Nasikia hao ndo watu ambao walienda, kulingana na vile Yesu alivyogusa maisha yao, alivyosaidia maisha yao. Watu walikuwa radhi kutoa vitu vyao, watu walikuwa radhi kutoa mali zao, watu walikuwa radhi sabuana na, nimekusomea hapa sio kajua, ni wanawake au ni watu walikuwa wauza nyanya. Namsikia hapa mke wa Kuuza, ambaye alikuwa ni wakili wa rais. Mke wa wakili wa rais anatoa mali zake. Wewe angalia ni kiwango gani Yesu aligusa maisha yake, sababu watu wanaokuwa na mali wana uwezo. Uwezo ni watu ambao mara nyingi sana wao wanakuwa na dharau, dharau sasa kwa watu, watu wa Mungu. Lakini ni kiwango gani Yesu aligusa maisha yake? ni kwa kiwango gani Yesu alileta suluhisho juu ya maisha yake, na hata watu wakawa lazima maombi. Mimi si akatai kufunga, mimi si uko tayari hata mimi wanafunga sana, huwa naomba sana, kwa maana hata ukisikia sauti yangu hapo unasikia sauti imekwama. Lakini ninachoongea ni kwamba maombi huwa yanatusukuma kwenda kufanya nini? Unapokuwa naishi na watu mtaani, huwa unaishi nao kwa sura gani? Huwa unaishi nao kwa namna gani? Unakuwa faraja kwa kiwango gani? Mimi naongea hapa nimeexperience ni, ni hichi kitu nakuongea kitu ambacho nimekithibitisha kwamba ukiwa na maisha ambayo unagusa maisha ya watu, watu hawataona shida kukupa vitu vyao, watu hawataona shida kushughulika na maisha yako, ambapo haidakuwa na ulazimu we kila sehemu ukaripie. Mi nakwambia kama kila sehemu wewe unaenda unatoa fedha kila sehemu, ukienda, una kila sehemu ukienda wanakuchaji, ukienda amna sehemu nakukutana na ofa kwamba wewe ni mtu wa Mungu, siku ile ulinibariki sana. Kwa hiyo leo nami nakubarikia hiki ah, we mbinguni, ndugu yangu, we safari yako ni ndefu sana, ni ndefu mno, ni ndefu mno, alafu inataka kuwa ni safari yenye mashaka mengi kwa sababu walioenda kule hawakuwa hivyo ulivyo, ndugu yangu. Hawakuwa hivyo ulivyo, dada, hawakuwa hivyo. Walikuwa ni watu ambao watu waliona, wali, wali raha kushughulika na maisha yao. Wewe kama maisha yako kila siku ya, ya, dhamana yake ili yaende yakamilike uvae ule upate hiki na kile upate hiki na kile lazima ukalipe ndugu ah, yangu. Wewe jitafakari sana angalia sana aina ya maombi unayoomba angalia sana aina ya mifungo unayoomba aina ya ibada unazofanya aina ya nyimbo una, na, kuimba, na kuimba. angalia sana, angalia sana wakuwa hivyo walioenda wakuwa hivyo. Hawakuwa hivyo. Hata mimi nimeona, nilikuwa kijana na sasa ni kijana, sijawahi ona mtu ambaye anashughulika na maisha ya watu akabaki ni mtu fulani hivi ambaye kila siku maisha yake ili akienda akiona mahali popote kununua dipeni wanamchaji, anaenda mahali popote anaona daftari la 600 wanamchaji <gibu> mimi nakwambia ndugu yangu, una safari ndefu sana, una safari ndefu nimekusomea maandiko ya Yesu. Yesu, wale wanawake na watu wengine wengi, Biblia inawataja walikuwa wakitoa mali zao ili kumhudumia. Ukimwangalia Yesu, akuwa ni Yesu ambaye alikuwa anafanya kazi ile miaka mitatu, kazi za useremala alikuwa ameshazisimamisha. Lakini unasoma alikuwa anashinda kwenye magorofa , yale magorofa Yesu alikuwa alipii. Wakina Petro alikuwa ameshaacha kuvua. Kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anafanya kazi. Mtu wa Mungu, waji tafakari, angalia maisha yako. Ni kweli wangu hadi kitu cha mia mbili Unaenda unanua nyanya za 500 wanakuchaji. Unaenda unanua na nyanya za 200 wanakuchaji. Vitunguu vya 300 wanakuchaji. He. Ah, wewe mtu wa Mungu waje tafakari sana, jitafakari sana. Jitafakari sana. U ucha Mungu sio huo. Ucha Mungu ni kugusa maisha ya watu kiasi cha kwamba mtu anakuwa aone thamani ya ile ya, ya ile simu ya milioni 3 kwamba kupatie. Bado tutaendelea tu kushughulika na hichi kitabu, tushughulike nacho sana. Kitofikisha hizo levo. Kitofikisha hizo levo. Wewe zile karama za kulipia magorofa Yesu kwa natumia. Sio yeye anafanya kazi, ni watu wanatoa. Ni watu kwa wanatoa vile vya kula kwa nakula. Vyote ile miaka mitatu. Ni watu kwa wanatoa. Jifikiri ni gharama kiwango gani? Ndio Mungu. Neema ya Kristo Yesu ile pamoja naye. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu anayetoka gerezani. Kwamba nyosheni njia ya Bwana, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu kuja. Tazama, hii ndio maana ya neno Maranatha.